Naitwa Musa Yeshua Mole, Musa Yeshua Mole. Msishangae, upande wenzetu kuna Madaudi, kuna Suleimani, unajua uko barabara kwa Shinyanga. Shinyanga ukaenda kwa mtu anaitwa Uthman, lakini sio Muislam. Kwa wale waliotembea, naomba tufahamu, wewe ni Masai kweli au wakuchovya kama sisi huku kwetu Temeke huku

na miaka ishirini na tatu Kiswahili. Haya, unaishi wapi? Mi nyumbani ni Arusha, lakini naishi hapo Tungi Kigamboni. Kwa nini umeupenda Uislamu? Mimi nimejaribu sana kufuatilia hii dini sana, nikawa na, nafanya kazi huku mjini na, na mashehe, nikawa nawauliza, mbana nyie mnakaa mna sana kwa heshima yani, yani kama mna upendo fulani yani, mtu unakaa naye anakuheshimu yani ana upendo, hawezi akakudhulumu. Ukifanya naye kazi anakulipa unafurahi, kwa kweli. Menifanya mimi nikawa nawafatilia, na mimi sasa hivi vitu vyote viko mtandaoni, ko wazi, nikawa nakuona nae akufuatilia hivyo hivyo, nikawa na nika rafiki yangu, maana nilikuwa na marafiki wengi wa Waisilamu nikaja sasa kukutana na huyu ambaye ndo kasababisha mimi nije hapa. E, tuko naye niko naye kazini moja, kwa hiyo ananijua vizuri huyu. E, hapa huyu hapa, ah, e, e, e, e. Tukawa tunaongea. Eh. Uh -huh. Tukawa tunaongea ndani ya siku tatu, akaniambia Masai, usiogope mm -hmm. Nitakuletea jibu ndo akatoka siku hiyo kazini, sio samu yake mimi, si kama kawaida, anaendelea na kazi kila siku. Akanipigia simu Masai, na ile jambo linaelekea kwenda kutimia. Nikamwambia sawa, nitashukuru kesho. Akani, leo ndo akanipigia asubuhi simu, njoo tukutane hapa Temeke hospitali, nataka na mimi nikitoka Mbagala na wewe unashuka na, na unashuka hapo hospitali na nili Temeke tukutane hapa hapo wote. Na kweli nimemkuta, akanileta hapa, na nashukuru kwa kweli, mimi nimeona mmetupokea na yeye mwenyewe. Ah, ningekuwa nimemlipa keseme, labda akanifanyia hiki kwa sababu nimemlipa, lakini lakini sijamlipa na, maana yeye anaipenda dini yake, na mimi kwenye moyo wangu na mimi nimeipenda kuwa Msilamu. Kilichomvutia katika Uislamu ni matendo ya Waislamu. Na kila siku tunapiga kelele, Uislamu ni dini njema yenye matendo mema, akhlaqi njema, maadili mema Ishi na wafanyakazi wako vizuri, usiwacheleweshee mishahara, walipe haki yao. Ukiongezea kazi, awape hata ile hata asante ya mdomo, basi mashallah, leo umefanya kazi ziada, hata ume ukikosa cha kumpa cha ziada. Tabia ya Waislamu aliyoishi nao huko mjini imemfanya aupende Uislamu. Sasa akikutana Waislamu wale wazee wa kuchakachua wale sangeona hii dini dini ya kitapeli kabisa. Allah walipe kila la kheri hao Waislamu ambao ndo sababu ya yeye uislamu kumvutia. Sisi hatuwajui, Allah anawajua. Musa, una umri gani? nimesalio mm, elfu um, mbili na mbili na kwa ishirini na tatu umeoa? Sisi tunakuwaga tunaozeshwa, hata hata una miaka kumi na tano, kwa sababu wazee wetu wapendagi uende bila una mke. Lakini ah, mimi silikuwa sijapenda nioyo i kusema ukweli, nilikuwa sijapenda nioyo nikiwa mdogo. Haya, uulatarari ukioa utaona kiwanga ake na nasikia Wamasai mashallah, mtu mmoja nasikia na wake wengi maana baba yangu yeye kaoa wa wanawake watano wanawake uh, watano lakini, mmoja <laughs> hayupo duniani, kabaki na wanne, mwenyewe kashafariki. Okay. Wewe unataraji kushafikia hatua ya kuoa, samamuzi yako, naoa sasa hivi ungeoa wake wangapi? Mafikira yako siku zote, kwa mimi kama nimeoa sana wanawake wawili, hapo ndo nimeoa safi sana sasa. <coughs> Umekuja katika dini ambayo imeruhusu kuoa mpaka wanne. Moja atoshe, ongeze wapili, ongeza watatu, wapi? Mpaka wanne, na aliyetumba anajua wanne watatotosha. Na kama mtu alidhiki na wanne, maanake atakuwa huyo, sio binadamu huyo, tembo <laughs> Unaelewa? Hai. Sasa tunakusilimisha, uko tayari kusilimu? Niko tayari. Kwanza si, tuambie dini yako. Dini yangu ni Mkristo. Kristo, dhehebu? Eh? Dhehebu gani unafanya, kanisa gani? Pentecost. Okay. Kamata maji kwa mkono huo na isema maneno, unifuatishe, sema ashhadu Ashhadu An. An la ilaha la ilaha illa Allah wa ashadu, ashadu. Anna. Anna. Muhammadan Muhammadan, rasulullah, rasulullah. Nakiri kwa moyo, nakiri kwa moyo, natamka kwa ulimi, natamka kwa ulimi, ya kwamba, ya kwamba hapana mola Hapana Mola hapasaye kuabudiwa kwa haki, haki, isipokuwa Allah Allah, Mungu mmoja Mungu mmoja, hajazaa hajazaliwa na hana mfano, mfano na nakiri kwa moyo natamka kwa ulimi ya kwamba. ya ni mtume wa Mungu na ni mtume wa ni mtume wa mwisho na nakiri kwa moyo na moyo, natamka kwa ulimi, natamka kwa ulimi, ya kwamba, ya kwamba, hakika ya Isa, ya hakika ya Isa, ambaye ni, ni Yesu si Mungu, si Mungu, wala si mwana wa, wa Mungu bali ni mtume wa Mungu bali waliotumwa wana wa Israeli. Takbiri! Haya Musa, tayari umeshakuwa Mwislamu. kwa hili, chagua jina la Kiislamu, ilo la Musa limu kwa Waislamu pia, au ubadilishe unavyoona penda. ningepewa jina lingine, jina lingine eh, unajua jina la Kiislamu mimi Masai si sijui kwa kweli. Siwezi kujua. Jina gani tu? Tutafute jina ambalo anaweza kutamka. Si mbona kidogo mzito kutamka. Eh? Eti she. Jina gani unaisoma? Hasan. Hasan. Hebu tamka Hasan. Hasan. Takbir. Allahu Akbar. Hasan, jina zuri. Na Hasan maana yake mzuri, yani mtu mzuri. Sawa. Na wewe unaonekana ni kijana mzuri. Na Hasan ni mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa anaitwa Hasan au Al Hasan. Sawa bwana, ongera sana, ushakuwa ndugu yetu, karibu katika Uislamu. Na kuomba wewe na Saidi leo muende bafuni mkakoge. Kuna josho linaitwa josho ukakoge, wanawachuoni wame- wamependekeza kuanzia kichwani mwilini kote ova kabisa kama vile unaenda pahali sawa. Baada ya hapo, naomba mfuatilie Uislamu na msome wako. Amesema atasoma uh. Kwa majina, naitwa Salum Adamu Kurubuku, alimaarufu Kamba Ngumu, ndio mimi. Natokea maeneo ya Mbande seemui, unaitwa Tambani. so, uh -huh. Uh, mimi nafanya kazi maeneo ya Tungi, Kigamboni kule. Basi wakati sisi tunakaa katika eneo lile, basi mimi huwa kawaida, kwa sababu mimi na online TV, basi huwa nachukua simu yangu ile, huwa namwangalia shehe huyu. Nikiwa nafungua huyu bwana, ninakuwa naye pale, anaangalia sana ile peji ile ya Shehe Nurdin Kishki. Bwana na nah, nataka niingie katika Uislamu. Sawa. Katika Uislamu, ni kipi ambacho labda umependezewa nacho hapa? Nimependezewa tamaduni zenu na nini? Mambo ni mengi, aneazungumza nikamwambia, hilo haina shaka basi jana tukawasiliana kwenye simu, bidi kesho tuende mahala fulani, kwa maana kwa Sheikh. Kwa mimi nikafanya mawasiliano na katibu wako, umeelewa? Tukazungumza yakazungumza kweli, tukafika mpaka hapa. Lakini kabla yote, akasema kwa bwana, mimi nataka nisilimu, lakini nahitaji kusoma. Mashaallah, nahitaji kusoma dini, sio kwamba basi hivi kwamba nimesilimu, basi mimi nikae hivi hivi. Tuna naye shehe utazungumza yote ambayo nataka kuzungumza. Kama utapata wasaa kwenda kusoma, basi inshallah utakwenda utasoma, wala hakuna shida, na katika uislamu kusoma ni jambo la msingi sana. Umeona eh? Basi nikamweleza hayo, amekubali. Mpaka hivi leo amekuja amefika katika sehemu husika. Nadhani ni iko hivyo Sheikh. Naam.